Siasa yes, yes, siasa yes, yes. Mambo vipi mdau? Kama kawa eh, vibe iko juu sana bwana, lakini pongezi kwa watu jana walio cash out ya Milini, kwa sababu kwa mkeka wa jana watamtam amna litajia kama Inter Milan atadraw out at, at, at, atapoteza ile mechi, kwa sababu ilikuwa mechi ya msingi na mechi ya muhimu. Lakini pia na ule mkeka mwingine, mkeka wa arobaini pia imechana moja tu, ambaye si ni AC Milan. Kwa hiyo hivyo sio mbaya, lakini nakupa formula, sio lazima uwini zote Weka stake yako high una cash mechi zikitiki tano nne tatu una cash out, sio lazima ushinde zote. Hivyo. Lakini pia leo tuna game hapa, game ya na game za mechi saba, lakini pia na game ya mechi nne. Mkeka tamtam na mechi saba, lakini pia mkeka arobaini na mechi nne. Naanza na mkeka tamtam ambao na odds 16 is to win mechi saba. Naanza na mechi ya kwanza, Blond zidi ya Midland 2.5 over. Mechi ya pili a Salem

marubaini mkeka mgumu kushinda, odds ngumu mbili ya mbili. Haya, mechi ya kwanza ni Brighton dhidi ya Liverpool, home team win or draw. Mechi inayofuata ni Bond dhidi ya Midland, away team win or draw. Mechi tatu ni Asco Chief dhidi ya CR Belgrade, away team win. Mechi ya nne ni FC Rapid dhidi ya FC Cluj ya Romania, hii home team win, odds 30 kwa wastani.